na kusuri si mtu mudzo na weresizire haana dakukusurrabambatna malori manye hmm. kabila Nda huia, mimi, da kujanine, kusu, ya mwezi watano ndauya mimi ndakuanikueleekusu namaya mashabiki maana tarisa mama Ni vizho lakini kwa saai, sidire, kwa riotani, zani inosizire kwarioaanimboza matsozi unamanya kwa saai, kare sidire, kwa sababu ya yarire uyo mtu si mtumuzo bule unaona hayo hawe si mtu muzo bule anafitina Shani unamanya ni muehechesha ana wivu zho rizhonihendera mimi, si mutu mudzo anafitina na... vivizho muwe uyo Hawe si mutu mudzo bule anafitina mbiimbii sana. Lakini kabila y mwezi wa tsano kozho arizhonihendera mimi, zo fitina arizoningizira mimi nindavinena, kabila mwezi wa tsano nindakala wazi ndavuguka lakini vivi sidima kuna na chochosi lakini kabila ya mwezi wa tano kabila za nena na mara nyingi nukala na nena sa kwenye TikTok mi namba friji yangu kai gandisha ni yeah, ya fruit lakini ira la ero gandisha <laughs> lakini kabila ya mwezi wa tano ni ndane na kusu wawe na takila mutu pia andamanyo kala simu tumuzo beo simu mimi stala kuna ena vivi bule na stala kutukirua mutu, mutu. na kukahala mutu lakona minza kukahala

ndonapatikana vivi ela makihenza mangi sana zaidi zaidi vamba vatanangira balai hmm. unadimaukaelezera ukara wangine manahenza mera ga kwako lakini kamadimakugapata bule ukara oh. ndowanginerimakahenza <ture> kugapata nakamanyamandagapata mimi kila hatu ni zaidi zaidi kwa hiyo mtu akisachizedwa mai anapataahenda uhuta kara ambira neno ra mwisho be mashabiki akwako manakulola nahenza. Nahenza. nahenza sana zaidi sana zaidi sana naahenza ndamarigizira na kakorasi ka mahurize majembe anakokuuhakuvukana mitandaoni na naahenza mashabiki yangu na nalaahenza sana namlavalyaka wra mwisho kabila kabila endeeha kuna msanii pengine rangi angehenza kutengeza kazi nawe kuya kuimba akala anahenza ya anahenza yaiino nino sina tabu Sazagoloza mkono kamare ani tayari anda kupata andanipata kunipata kwa mimi nadzewatamu ama anipigie namba yangu kwenye TikTok ikuko wezho mtu akala anahenza kutengeza wira nawe nani eh, free akinitafuta kuna sheria zangu ndamupa lakini nadzenyumaenti eh. Eh. alanaheriakagoniga kwako uwe na hiyo msanii ndekala mza kubaliana haho